Plaine de Ruzizi imetakata. Imetakata kwa sababu ya mashambulizi yaliyofanyika hivi karibuni yameleta mzani usawa wa M23 kujipima nguvu alionayo wazalendo, lakini pia wazalendo kujipima nguvu alionayo M23. Vita vya pale vilivyopigana hapo tarehe ishirini na moja ndivyo vita vya kwanza toka ukuta wa Jeriko ujengwe na Nyangezi pawekwe ngome kubwa ya M23. Pale walikuwa wamedhamiria asampo kwamba hivi ndio tunabomoa ukuta wa Jeriko lakini, mm, walikwama sasa. Kwa kuwa wazalendo wamezagaa maeneo yote, wazalendo wamezagaa maeneo yote. Kwa kushindwa m ishirini na tatu kutoboa ukuta wa eriko tarehe ishirini na moja kuliwapa wao wenyewe deception kukata tamdogo ama kuvunjika moyo kidogo, na kusema kumbe hawa sio wenzetu. Efektifu ya askari waliokufa upande wa m ishirini na tatu ni wengi sana ni wengi sana. Kilichotokea na kuthibitisha kuthibitisha hichi ninachokwambia, magari kama matatu hivi yakaonekana pia siku ya leo asubuhi ndani ya Bukavu yakijelekeza Nyangeza, kuja kuongezeaongezea tu nguvu baada ya wale ndugu zao kukungutwa wa kutosha na kupuputika chini. Hizo ni taarifa ambazo labda utaziona mtandaoni ama umekwisha kuziona. Lazima waongeze nguvu kwa maana ya walipuputika walipuputika na baada ya tathmini yao kuona idadi iliyopungua ni kubwa, inaweza ikawafanya wale walioko pale wakapatwa na oga na wasiwasi, kuona mbona tumebaki wachache? Tulikuwa wengi, tulishindwa. Sasa leo tumebaki wachache, tukija kufahamia tutafanyaje? Wakafanya appel na intervention rapide kwa ajili ya ajou na pamilita. Magari matatu yameingia pia, yakitelekeza wapi? Nyangezi. Wazalendo kwa nini amwende kushambulia na mkamate majiji? Niache na jibu hilo haraka sana Wazalendo kwa nini amkamate mnapiga piga tu? Yote ni mipango ya kivita. Mrizike na hilo. Rwanda yenyewe imeshapata moto. M23 imeshapata moto. Kwa namna ambavyo vikosi vyao wanavyovitegemea huko kuliko na ngome wanavyopigwa, hata wale walioko mjini awana amani. Hilo ndo nataka ulijue na uliweke ndani ya akili yako na uliamini hivyo. Hii nayo ni system nyingine ya kupiga bila kukamata kwanza. Inawezekana kama ambavyo mnajua M23 iko well organized iko pff, sorry M23 imejipanga vizuri, ina ina structure ambayo ina coordination, national coordination. Huyu anaweza kafokewa, huyu anaweza kaamuriwa, nasema sasa hivi toka hapo nene. Kwa hiyo wanatembea kama askari commando wa military, iko ndani yao, tofauti na wazalendo. Wazalendo pamoja na kwamba kuna kiongozi, lakini bado hawajalainika katika sheria za kijeshi, bado wanajisikia kila moja ni bosi ndio shida. Kwa hiyo watakapoanza system ya kuwa wanakamata kamata hasa maeneo makubwa kama Bukavu alafu kama watakuwa na idadi kubwa ambayo structure ime, imejielabore vizuri askari elfu ngapi? Kwa sababu vile kama ya Bukavu wakikamata wakisema twende Goma, lazima ile ka, Bukavu sije kuanguka tena, lazima waache askari angalau hata elfu tano ndani ya Bukavu, hata askari elfu kumi hao wabaki askari elfu kumi ndani ya jiji la Bukavu, ili muvumai endelee sehemu zingine, kwa sababu Bukavu na Rwanda ni pua na mdomo. watakuja na mameli na mabato, inawezekana na njia zingine za miguu, watakuja Goma kushuka kwao. Lazima wawe na asiransi askari wengi wakulinda jiji ili wengine waendelee. Hao askari elfu kumi wakulinda jiji kama la Bukavu ni wa, wako wapi? wamekusanywa na nani? na watakapofika jiji la Bukavu kwa sababu ni kundi moja tu hilo, manake ninatembelea komandama militari moja wa, wanaangalia wote, mtu mmoja manake, hata kula kwao wote watamwangalia huyo, ndio atakayeamua watakula nini, watakunywa nini, huyo mmoja ifi nasma iko wapi? Nani amepewa na mnajua hivi vyote kwamba wakubwa wa mamaye wanafilia jua serikali kutukua wepesi kwa ajili ya kuwarahisishia. Kwa hiyo hawawezi tu kufanya aventure tukamate, halafu tukamate, tumekamata, alafu tumekuja kupigwa, tumefukuzwa. Ni madharau. Sumuno amekamata maeneo mengi katana wamekamata kata, wame vijiji vingi wamepiga wamepiga waka wakapiga M23 wakakimbia, wanakaa pale eh, waza, waza, waza uh, masaa mawili masaa matatu, wanapotea wanarudi. Ni strateji militeri iko sawa, kwa maana watakapoanza kukamata na kusalia ndani ya miji itapunguza efektif yao ya kufro, kwa maana wale wale wale wale ambao wako kwenye fro hao hao ndio watakao kuwa pia wanakata nusu nusu kuanza kubaki kulinda vijiji walivyokamata. Sasa wakikatana, waanze kulinda vijiji, manake nombre na efektif ya, ya fro itendelee na pungua, ni kurapele kidogo. Mimi na, si, nikisema hivyo watu wengine wanasema wewe wewe unajifanyaga kama vile unajua vya vita unaanza kutetea wazalendo yani, uh, waz uh, uh, sitetei, ndo nataka kila kuifunguke mnakumbuka kipindi cha Nord Kivu wakati FARDC inapigana pamoja na wazalendo, walikuwa wanafanya wazalendo wakipiga wakikamata sehemu FARDC inaenda inakaa eneo lile. Wazalendo mliona walivyokamata ndani ya wiki mbili Nord Kivu, kama mnakumbuka, mwaka juzi, ndani ya wiki mbili walikuwa nakamata vijiji vingi, yaani wanafyeka kweli, kwa sababu anikikamata wanyuma wanakuja FARDC nakuja kulinda, lakini kilichotokea hawa hawa FARDC, ndo nataka nikupe tathmini. Hawa hawa FARDC ambao ndo walikuwa wanafanya mzalendo akikamata FARDC sana kuja kulinda kukaa, tena wazalendo wako mbele eh, kule mlikuacha FARDC tena wameshakamata eh, kumbe wanajifanya FARDC wao nakuja kulinda, kumbe ndo M23 inakuja kulinda, maana ni kama hakuna wanachokifanya. Sasa wana akili wanajua kilichotokea. Je, wafanya ambiansa hiyo? Hapana, ndio maana wanafanya pel. Vijana jiungeni, na mvuma mkomboe nchi, na sisi wachungaji tu tunaubiri, msifanye dhambi huko kwenye vita na kuwapa taarifa ndogo ndogo na kuombea nchi. Hatutaenda wote kupigana sisi wachungaji, wachungaji tubaki mazabauni tukiwaombea. Sasa ili jambo watu wengine hawajui kwa hiyo sasa, kama hivyo ambavyo adui na, na, hivi vyote sasa ni kupo ni, ni kuwapa muda sana adui. Kwa maana kama adui sasa ameshategemea atakuwa anapigana tu nyantende ya sehemu yangu ya kupigana mimi, adui ni hapa tu eh, Kamanyola e, eh, ni hapa tu nyangezi hapa. Yes, ni advantage kwake, kwa, kwa maana ya kujikoki maeneo ambayo ameshakamata kuendelea kuweka mizizi, kutengeneza himaya, ni advantage kwake. Lakini ili tumuondoe katika advantage lazima pia watu wamke, idadi ya jeshi ongezeke, ila pia serikali ingilie kati. Unajua serikali ya Kongo, nikisema watu wengine wanasema wanapenda sana kusema serikali e, tuungane pamoja, sio wakati wa kusema vibaya serikali hapana. Kama serikali kama serikali nayo pia haitaongelewa, kama serikali nayo pia haitaongelewa madhaifu yake, haiwezi kujua kama ipo kwenye madhaifu, kwa sababu mimi kama ningekuwa fatibe tole konkaser eglenoir nimeshakwama na FARDC na mimi ninaamini sio fard sewot fard sawa, wadogo kopro, au au makopro au wa, manake wale wa, wa, wa vyeo vya chini, wengi hawapo kwenye system, wengi wanakuja tu kuanza. Akishaonekana amewekwa kama kacheo sehemu, ndo M23 inakuja inaanza tena kumrubuni, lakini kuna wengi ambao hajarubuniwa. Fasibeto angekusanya makopro, ambapo kwenye mikoa isiyokuwa iko na vita, makopro ambao wapo kwenye mikoa ambao vita havijafika huko Equator wapi wapi, wapi wale wa chini hapana, wenye vyeo hapana, wale ambao hawana vyeo kabisa wa chini wanakusanywa wote wale M23. Sasa ninyi mtapambana na wazalendo. Kama wazalendo wako elfu thelathini, kama wazalendo wako elfu ishirini, elfu kumi wa wetu kwenye linye de front, ndo front line linye de attack now far de sasa, ambao hawana hawana connection na mtu yeyote. Hao sasa hao ndio wafanyeje? Hao ndio wao wanabaki, wanalinda vijiji. Mtaona wazalendo watakunjuka kama nyoka ilikuwa imelala, alafu inajikunjua n kwenye majani ya uwanja inatembea. Mtaona wazalendo watakavyotembea, wanauhakika. Tukipiga pozisio, inakaliwa na watu, tunaenda tunapiga. Hivyo ndio vita huwa vinapangwa, lakini idadi yao hairuhusu chakula hakiruhusu kukusanya watu wote sehemu moja, maanake sistemu iko ovyo, si wapi adui sekre, kwa maana hata adui wanajua hivi. Ni kushukuru sana. kwa hiyo sasa, tunapokuja kusema uh, waza waza mlangoni Bukavu, hiyo ni kweli, na si mimi nisema, wako mlangoni Bukavu, wako ndani ya Bukavu, lakini tutapiga Bukavu ndo tufanye avantire, tukae moto. Ukija mkubwa tutamenaji vipi Bukavu ililo jiji jiji kubwa, Bukavu ni jiji kubwa na kuliendesha lazima pia mipango mikubwa. Tena tutoke tutauwisha raia, bora tuchelewe kidogo, ile logistiki ikae sawa. Hiyo ndio sababu, lakini wazalendo wako ndani ya Bukavu, wako milangoni. Baadhi ya karti za Bukavu wanafanya masavotaji kila siku, kama ambavyo wapo kwenye Goma masavotaji kila siku. Hivyo ndivyo ilivyo.